Unga mkono kwanza kabisa kwa mashabiki wale kufanya alalbadiri katika kufanya alalbadiri kuinusuru klabu ya Simba, lakini mimi nilipendelea zaidi hiyo alalbadiri isomwe katika klabu pale pale. Klabu klabuni, ndio utamaduni wetu tuliokuwa tukifanya, haiwezekani alalbadiri ikasemwa sehemu ingine, lakini nasikia itasemwa sijui mpira pesa ndio kwenye branch yao, lakini mimi nilipendelea wakitaka hata dhamiri wasome pale pale katika klabu yao, kwa sababu mpaka sasa sisi tuna klabu yetu ya klabu ya Simba, na ndio mambo yetu ya utamaduni na kila kitu huwa tunafanya pale. Kwa hiyo mimi nawaunga mkono kwa jambo hilo. Na kuhusu mustakbal wa klabu ya Simba, kwa kweli tuliwaambia wanachama wenzetu vijana, uwekezaji huu unaekuja ni uwekezaji hatupinga hatupingi sisi wazee, lakini tuutizame uzuri nakujaje, kwa sababu uwekezaji huwa unatumia jina la wawekezaji. Sasa huyu mwekezaji hatumwelewi, anakuja kwa namna gani? Kwa hiyo kutokana na muundo huu uliokuwapo sasa katika klabu ya Simba, wazee tumeonelea kwamba tukutane, ili tujadili tuzungumzie hasa kwa kuwa mkutano wa juzi wa wanachama ulio ulioitishwa na viongozi wanachama, nadhani wanachama wengi wamefunguliwa macho na wameona kwamba kuna haja ambayo Simba kutengenezwa upya.